Mzazi ukiwa mwaminifu, Biblia inasema wazazi ndio wanaoweka akiba kwa ajili ya watoto, wala sio watoto wanaoweka akiba kwa ajili ya wazazi. Wangapi walishasikia neno hilo? Haleluya, liko kwenye Biblia. Amen, wazazi ndio wanaoweka akiba kwa ajili ya nani? Watoto. Mzazi anayejua kutembea maisha ya kiroho vizuri huwa anawachongea lami watoto wake, anawachongea lami kwenye maisha yao wewe, wewe ulitoka kwenye kuabudu miungu mpaka uje usimame, unapambana na mapepo huko, unalala unaota wachawi wanakuja na huko, ulishaokoka unawakemea kwa jina la Yesu, kwenda huko, kwenda huko. Lakini kama unasimama vizuri, unasimama una kwenye maombi, unapanda unatabiri, unatengeneza barabara za watoto wako, unatengeneza barabara za watoto ile, ili wanakuja wana kukua, wanaanza wanaokoka, hawaoti hata mchawi. Hawauti hata sijui kinyenyeji nani mapepo gani kule kijijini kwenu. Hawauti. Kwa nini? Wanaanza kuota tu malaika. Wanaanza kuota eh, baba niliota kama niko kwenye ni mawingu. Niliota nimekutana na Yesu. Wewe mtoto, wewe. Kwa nini? Ah ah, ulimchongea barabara nzuri aanzie pazuri. Haleluya. Umemwandalia urithi mzuri yule mtoto. Na usifanye usiwazi kwamba yeye hana cha kufanya. Ameanzia pazuri. Na yeye anaanza kufanya kazi kama ni mwaminifu na amefundishwa vizuri. Anafanya kazi, anapanda naye, anapanda naye, anatengeneza ya watoto wake na vitukuu. Kwa hiyo kama yeye alitengenezea barabara ya lami, yeye watoto wake wanatengenezea njia ya kwenye ndege, ya kwenye anga. Yeye watoto wake watapita kwenye anga tu sasa. Hawapiti kwenye lami. Sisi tumetoka kwenye matope huku, matope nyanga nyanga. Umeokoka huku. Huku kama mnyama pori. Alafu Mungu anatutengeneza, anatutengeneza mpaka uje uwe mtu mzima ndio angalau unaanza hata kutirika na Mungu vizuri, kwa sababu umesha ulikuwa na kazi ya kujikung'uta mengi, mara ujikung'ute na ya bibi wa kwanza, bibi wa tatu, mara babu yule mwingine, mara iki. Bwana asifiwe! Ndani ya Kristo tunashinda na zaidi ya ha, kushinda. Haleluya.